Tutakwenda kujifunza jinsi ya kukata gaunetu iai. Wakati huu gauni ya i ni, ni somo la lililopo mafunzo ya awali lakini pia kupitia hili zilisomo tutakwenda kujifunza somo ambalo ni mafunzo ya maendelezo ambayo ni monostrap. Monostrap inamaanisha na mono ni moja, strap ni mkanda, yaani inakuwa na bega moja tu ambalo linakuwa ni kama mkanda tutakwenda kukunja mara nne kama kawaida uh, kwa sababu tunatoa vipande vyetu vya mbele kimoja na vya nyuma viwili, kwa hiyo tafikisha upana unapokwenda kukunja unatoshea upana wa hipse. kwa hiyo hapa nitakwenda kukunja mara nne kama mnavyoniona nakunja. Zangalia kitambaa chako kama kinavutika sehemu, kwa upande huu kinavutika, kwa tutatumia upane ambao unavutika namna hii tutakwenda kuweka hivi. Baada ya kuweka hivi, tutakwenda kupima ah, uh, kuangalia kama upana wa hii tuna nyingi. Ikumbukwe hivi yetu hapa ni thelathini na nane kwa sababu tunatakiwa tuwe tuna kumi na tisa na sita nyingine za bands, kwa hiyo iwe kama ishirini na tano hivi, upana mzima. Kwa hiyo kama hivi hapa nimesogeza hapa, kiko mara mbili na, na hiki tambacho, kwa hiyo weke familia tano nitakunja tena hivi itakuwa mara nne na huku nimeachia sehemu ya zipu <coughs> baada ya kufanya hivi nitakwenda kuchora style ambapo nitakwenda kuanza kuchukulia vipimo vyangu. Vipimo vyangu nitachukua kuanzia kwenye home style hapa, na nitakwenda kupima shingo. Nitapima shingo yenye upana wa nchi tatu na nusu hapa, kisha nitashusha tatu kwa ajili ya ya mbele na nne na nusu kwajili. Hii ni nyuma, hii ni mbele namna hii. Nitatengeneza duara hapa, tunatengeneza tu gauni ya taiti ya kawaida. Bei ya letu ni kumi na tano tukigaa kwa mbili tunapata saba na nusu na nusu ya kushonea itakuwa kwenye nane nane iko hapa. Halafu nitashuka nusu nchi, nitaunganisha kutoka hii point kuja sehemu ya shingo. Nitapima kwa kwapa, ambapo kwapa yetu hapa ni nchi saba saba iko hapa nitapima nane ya huku juu, sehemu ya mbele nitaipima kwa hapa, kisha nitaunganisha kuja mpaka juu. Kisha nitatoka hii point nitakuja mpaka sehemu ya tumbo ambako ni kumi na sita kisha nitakuja kwenye ishirini na tatu ambapo ni, ni sehemu ya hili. Kwa hiyo nitafanya kupima kifua. Kifua ni thelathini na nne kwa hiyo ni nane na nusu hapa, na nitaongeza inchi moja ya kushonea, kwa tisa na nusu Nitapima tumbo, tumbo ni 28 na kwa hiyo ni saba. Kisha nitaongeza inchi moja ya kushonea, hatuweki dati. Nitakuja sehemu ya hipsi, hipsi hips tumesema ni 38 na kwa hiyo ni tisa na nusu nitaongeza na moja kushonea itakuwa kwenye kumi na nusu kisha tutaunganisha his point kutoka sehemu ya kifua kuja sehemu ya tumbo, na na hiyo na kutoka sehemu ya tumbo kuja sehemu ya hipsi namna hii. Baada ya hapo, nitapima urefu wa uh, gauni yetu hii ambapo urefu wa gauni hii utakuwa ni inchi thelathini na tatu ikiwemo na kushonia um. Kwa hiyo asianakuishia nitaweka alama ambapo inaishia hapa hapa, ndio ndo tunaishia na kutoka hiyo point tutanyosha kushuka chini namna hii, kwa tutaishia kidogo Uhum. Kama hapa tuliweka na, ngoja tuoni hapa tukua tuna ngapi hapa? Tuliweka kumi na nusu kwa hiyo hio tutaweka uka kita na nusu iye yeah. Kwa hiyo itakuwa nanhii baada ya hapo, hii ni kwapa yetu ya mbele, lakini pia tutaangalia nusu ya saba vitatu na nusu hapa, tutaingia kama nusu nchi kwa ajili ya kwapa ya mbele hii ya nyuma, na hii ni ya mbele. Ngoja niangalie kama iko na lekode yes. Kwa hiyo baada ya hapo, wapendwa, mimi nitakwenda kwanza kukikata hiki ili tuweze kupata balance ya kucheza na kile tunachokitaka. Kwa hiyo hii sehemu sehemu ya kwapa tutapanda kidogo kwa sababu mm, itakuwa ni ni bega ni kwapa ni wazi, kwa hiyo haipasi kushuka chini kwa sababu huyu mtu atakuwa uchi. Kwa hiyo nimepanda kama nusu inchi, nitapanda kukata gauni yangu ya tight. Kwa hiyo hapa ninakata gauni ya tight namna hii nafundisha namna hii. Kwa hiyo hapa nitakwenda kuweka alama mstari, ni sehemu ambayo inaonyesha ni sehemu ya, ya tumbo, hii ni ya hips. Kwa hiyo huku ni sehemu ya zipu. Baada ya hapo, nitakwenda kupunguza huku gauni ya tight kawaida. Tumemaliza namna hii, unakata na unabakisa kushona, lakini tunakwenda kupunguza sasa, kuweza kutengeneza bega moja. Kwa hiyo utakwenda kupunguza huko tena, kama inchi moja na nusu hapa, wapo itaingia ndani tena, waka maeneo haya hapo akenda takwenda kuweka alama sehemu ya zipu kwanza. Mm. na huku chini pia takwenda kuweka alama kwanza. Baada <laughs> ya hapo nitakwenda kuviachanisha. Hichi ni kipande cha nyuma sehemu ya zipu na sehemu ya mpasuo, nitakwenda kuviweka namna hii. Mm -hmm. Kati kwa kati kama vile vinavyotakiwa kuwa vimeshona hivyo, na hiki cha mbele nitakwenda kukiweka hapa, kukiweka sehihi. Kwa hiyo utaangalia ni upande upi unataka bega liwe moja. Kwa hiyo kwa mfano hapa tunataka huku, kwa hiyo nitachukua rula yangu, ama unaweza kutumia mkono kama hauna rula awazisas shing yeah, nitatoka kwenye hiyo kwapa, nitakuja mpaka sehemu ya shingu. Kwa hiyo upande mmoja wa kwapa utatoweka kinamna hiyo. Kwa hiyo hapa, hii kwapa tunaitoa. Sorry, sorry, sorry, sorry. kona rekodi namna hiyo. Kwa hiyo nitakwenda kukata hii sehemu tena namna hii. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni monostrap, kwa sababu tutabaki na hichi tu kipande kimoja kwa huku juu chenye mkono. Kwa hiyo baada ya hapa, mimi nitakwenda kulile na kipande changu cha nyuma ambapo nitakwenda kutengenezea kishulu kidogo utaingia mm -hmm. Kidogo hii ni sehemu sehemu ya tumbo kwa hiyo hii sehemu ya tumbo nitaingia ndani aehii mpaka hapa kwenye hiti na kutoka kwenye hiti tena nitaingia ndani kidogo, sawa. Kwa ukiangalia hapa, kwanza kabla ya hapo, moja kidili na hiki cha mbele kukipunguzia, tulipunguza tu inchi moja mwanzo kwa vyote. Kwa hiyo hiki tena tutakwenda kupunguza inchi moja hapa

Kwa hiyo baada ya hapa, sehemu ya zipu huku ni nchi ngapi? Ile sehemu ya alama ni hapa, tutaangalia huku ni nchi ngapi? Hapa ni nchi moja na nusu. Kwa hiyo na huku tabaki na hiyo nchi moja na nusu, tutaweka alama, kwa hiyo itaingia ndani kidogo, na hapa ndio jinsi ya kukata tunamaliza. Mm -hmm, tuko tuna kipande kimoja cha mbele hapa na tuna vipande viwili vya nyuma hivi hapa. Kwa hiyo somo letu litaishia hapa, tukutane mafunzo ya mwendelezo ambapo tutajifunza jinsi yes, ya kushona hili gauni yetu.